Let's go. Yes, habari gani ndugu mpenzi mtazamaji wa video hii hapa? Nikukumbushe kwamba bado nipo kwenye chuo cha Rudeni, sehemu ambapo tulikuwa na tukio letu la symposium ya wanafunzi wa Rudeni ambayo imefanyika kwa mara ya kwanza. Lakini hapa hatuko na wanafunzi wa Rudeni peke yake. Tumekutana na wanafunzi kutoka vyuo tofauti tofauti ambao wamejumuika na Watanzania wanaosoma kwenye chuo cha Rudeni mimi mwenyewe nimefika lakini siku ya leo niko na mgeni wangu hapa ambaye nitakwenda kumfanyia interview fupi tutaenda kumuuliza maswali mawili matatu ambayo yatakweza kutupa challenge fulani kidogo najua kuna kitu ambacho haukifikiri kinakwenda kutokea sasa hivi dadaangu karibu sana naitwa Drak MC Drak MC unaitwa nani tafadhali Milana Milana Milana wewe ni mtu wa taifa gani Wow, Mrusi, yeah. Na unaongea yeah. Kiswahili Kiswahili umejifunza wapi? Ni uh, ninajifunza katika chuo kikuu cha kama RGG. Wow. Ni kitu ambacho kinafurahisha sana yeah. Uh, nimekuwa nikisikia kuna wanafunzi ambao wanajifunza yeah. lugha wa ya Kiswahili hapa Urusi na ni Warusi. Sasa leo nimepata bahati ya kukutana na wewe ningependa kufahamu katika tukio ambalo limefanyika siku ya leo hapa i um, kwa. Wow. ni kitu gani ambacho umefurahishwa nacho? Ni kitu gani ambacho umekipenda zaidi kwenye tukio hili hapa? Kwa kweli, kwanza nilipenda chakula, chakula kitamu sana. Na pia nimefurahia sana kwamba nimekutana watu wanaozungumza Kiswahili na hasa nimekutana nime wa Tanzania, wow. Hiyo, yeah, inafurahisha sana unajua. Mwenyewe nimefurahi sana kwa sababu mimi sisomi kwenye chuo hiki hapa, nasoma chuo cha aviation, lakini nimekuja hapa kwa ajili ya kusherehesha eventi hii. Kitu ambacho kimenifurahisha pia ni chakula Sa. Labda pengine ungependa uh, kuwaambia watazamaji ambao wanaangalia video hii hapa ni kitu gani ambacho ni very interesting hapa kwa Urusi? Yaani wakija Urusi ni kitu gani ambacho kinafurahisha zaidi, ama ni kitu gani ambacho ni kitu pendwa zaidi A, katika Moscow au Urusi A, tuseme Moscow, Moscow. Yes. nafikiri kila siku nafurahi kukutana watu wapya. Wow. na hapo kuna mm -hmm. Wow. that's really, that's hali winter, um, na nafasi mbalimbali, ili kujifunza ili kufanya kazi. Nafikiri hmm.

Mimi kwa hapa nishakutana na ishirini na tano <laughs> ilikuwa mbaya sana, of course, sikuipenda ile kwa sababu nilikuwa sina koti zito, kwa hiyo nilisikia vizuri, nikasema why am I here? No, nilijisikia kitu kama hicho, lakini all in all mazingira ya hapa nayapenda sana. Urusi kwa ujumla naweza nikasema ni nchi ambayo iko poa sana poa Um, um, poa, yeah. Unajua neno poa? No. Yes. Yeah. Yeah. So, nimefurahi sana kufanya interview na wewe. Nafikiri tutapata uh, wasawa kuzunguka pamoja labda kutembea sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanya interviews na nini kuangalia mazingira. Na nafikiri pia na... Mwenyeji wetu tayari? Niko tayari. Daima. Wow. Na, na umesema utani invite? Yes, yes. Uh, naam. Na sasa nangoja wewe uh, ku uh, kuja katika chuo kikuu changu labda kwa masomo yetu yeah, ili kuzungumza kwa Kiswahili kwa na watu wote katika darasa hiyo. <laughs> nzuri <laughs> sana. Nitajitahidi nipate muda ili niweze kuja kukutembelea. Nitafurahi sana kuwaona. Mpo mpo wanafunzi wengi sana ambao mnajifunza Kiswahili <laughs> Ah, mpo wanafunzi wengi sana najua, ah, wanafunza mimi na, na, ah, ah, na, um, na darasa langu watu kumi. Kumi uh, ndio mwaka wa pili um, na wote mnajua Kiswahili vizuri na natumai karibu <laughs> Wao unazungumza vizuri sana, nimefurahi sana najua. Sio utamaduni usi kushikana mikono mwanamke na mwanaume, si ndivyo? Lakini sisi Afrika tunashikana mikono, tunafurahi sana asante sana. Jamani ndugu zangu, nipo na mrembo wa Kirusi hapa anazungumza Kiswahili. Kama unataka kujua mengi kuhusu yeye, tuandikie kwenye comments yako. Maswali yenu ni muhimu sana, tunayasubiri. See.